Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Uhali gani, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV, nakukaribisha katika chaneli yako pendwa, chaneli yako nzuri ambayo inakutoa hapo ulipo pabaya na kupeleka pale pazuri. Inakutoa hapo katika kiza ambacho ulikuwa ujui katika elimu na kupeleka katika mwangaza wa elimu. Ni chaneli ambayo itakufanya utabasamu muda wote katika tabasamu iliyo ya kheri. Kwa hiyo endelea kuwa nasi, uendelee kutabasamu kule kuna kheri zaidi. Kada hatujaendelea katika point yetu ya msingi leo, naomba niwakumbushe wale ambao bado hajasubscribe, usahau kubonyeza alama kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kufikia na vipindi vyetu vinapokuwa tayari. Ni jambo muhimu kweli kweli, pia ukaribishe na wale ambao bado hajaweza kusubscribe. Eneza kheri hii, eneza juhudi kwa kutumia link zetu watu mbalimbali, weka katika status zako ili watu wengi waweze kuungana nasi, lengo ikiwa ni kufaidika na kuelimika pamoja nasi na imani. Toka umejiunga na Lecture Online TV, hakika umepata walau katika mia moja, umepata hata asilimia kadhaa ambazo zimekufanya kuwa na mwangaza mzuri katika elimu yako. Umeweza kuifahamu Qur'ani walau kwa kiasi fulani, umeweza kufahamu Arabic walau kwa kiasi fulani. Kama umefaidika kwa kitu chochote basi ima kwa Qur'an kwa Arabi vitu vyote, basi naomba ucomment hapo chini. Asante sana, endelea kutufaidisha zaidi, ili nasi tupate moyo tuendelee zaidi na zaidi, endelea kutunga nasi tuunge mkono katika hali yoyote ile. Karibu, jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Marwa, utakuwa nami leo katika kipindi cha Qur'an. Leo nataka tufundishane Qur'an, namna na usomaji sahihi wa Quran. Kwa sababu Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi tuisome Qur'an kwa hukumu, kwa ahkam zinazohitajika. Allah anasema katika sura Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, na usome Qur'an kwa hukumu zinazohitajika. Sasa tutawezaje kusoma Qur'an kwa usahihi na kwa hukumu zinazohitajika? Ndio maana tunachukua time, tunachukua gharama za kila aina yote ile pale, tufundishane ili tuweze kuisoma Qur'an Tusaidiane kwa kile ambacho kidogo unachokijua, umfaidishe yule ambaye hajui cho kidogo, aweze kuongeza kitu kizima katika ufahamu wake wa Qur'ani. Watu wengi tukiangalia Qur'ani, hatuwezi ima hatuwezi kusoma Qur'ani kiusahihi au hatujui Qur'ani kabisa, hata alif bata. Na pia watu wengine wanaona aibu kabisa kujifunza Qur'ani, kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni uhalisia upo. Watu mwingine, naona akijifunza Qur'ani basi nitaonekana tofauti katika jamii jamii yake. Jinsi ilivyo ni jamii ambayo namchukulia ni watu tofauti. Sasa Qur'ani ukitapokujifunza, si kwamba utadhalilika, bali utaheshimika na utakuwa ni bora zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hadi kwa watu. Na siku zote mtu unapokuwa katika haki lazima utapiga mawe, sawa. Kwa hiyo endelea kuwa na msamo, kaa nami, kaa nasi hapa tuweze kujifunza kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nimekuandalia hukumu nzuri ambayo ukisoma Qur'ani utakuwa unapata thawabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pia itakuondosha hapo ulipo. Ima ulikuwa unasoma Qur'ani kisivyokuwa kiusahihi, sasa utasoma Qur'ani katika hali ya usahihi. Ndio ambacho nimekuandalia sawa. Lengo la kipindi cha Qur'ani ni kusahihisha visomo vyetu kulingana na madhara. Ulikuwa unasoma lakini ulikuwa hujua kama unasoma kwa usahihi au ulikuwa unapatia. Sasa tunataka tujiweke, tujiweke tusome Qur'ani vile inavyohitajika topiki au mada ambayo nimekuandalia katika Qur'ani, chukua msafu wako katika suratul Haqqa kuanzia aya ya kwanza mpaka aya nambari tatu. Pia utafungua suratul Naziat aya ya 34 na utafungua suratul Abasa aya ya 34. Hizo ndio sura zetu ambazo tunazitumia katika mfano wa leo, na ndio ambazo aya tutazitumia katika mfano wetu wa leo, ili uweze kufahamu Qur'ani unavyohitajika. Karibu sana, sikiliza kwa makini. Sikata video hii, tazama mpaka mwisho endelea kutoa msaada wako kwetu sisi tuweze kufaidisha zaidi, kwa kutunga mkono katika hali yote ile. Karibu katika mada yetu ya leo ya Qur'an. Nimekuandalia katika Qur'an, kuna hukumu moja ya tajwid inaitwa almadu lazimul muthaqqalul kalmi. Hii mada ndio ambayo tunataka tukaipitie. Huenda neno hili almadu lazimul muthaqqalul kalmi ikakusumbua usipate msamiati tu una maana gani. Yes, katika kichwa chako hapo unapiga picha hii almaddu lazim almuthaqqalul kalimi, ndio mada ina gani muthaqqalul kalimi sawa? Unaweza ukaja ukaitafsiri afu baadaye ukuta isikuletee picha rasmi. Sasa mimi sitaki nikutafsirie wala sitaki nikupatie ni maana gani. Ninachotaka ni kukupatie utaitumiaje mada hii. Almuhimu si kufundishi tajwidi ukaanza kupata tabu, ushika kitabu, andika tafsiri la nataka kukufundisha katika Qur'ani hukumu hii inasomwa hivi na unaigundua hivi. Ndicho ambacho nataka kufundisha. Nikikufundisha kwa mfumo wa tafsiri utanikariri tu, utashindwa kuelewa, bali nataka nikupatie pointi ya msingi, uelewe. hai mada inakuwa hivi hata kama utajua jina lake. Almuhimu usome Qur'ani navyohitajika, sawa? Kusoma tajwidi sio lazima, bali lazima kusoma nini? Qur'ani, uifahamu kwa sahihi. Mada hii al almadu lazimu thaqalul kalimi, na kwa hivi inatakiwa liwepo neno sawa. Katika hilo neno ya mwisho liwepo neno sawa, neno zima baada ya herufi ya madda. Na imani herufi ya madda, herufi za madda ushajifunza, ambayo nini Alif alf, wow, wa na ya. Utakapata ile neno katika Qur'ani au aya kati aya nzima, mepata neno moja, sindio? katika hilo neno hilo neno ambao umelipata kuwepo na ni aliful madi au waul madi au yaul madi, maana kuwepo na herufi ya mada katika ile herufi ya mada, baada ya herufi ya mada herufi inayofuatiwa iwe iwe na shada, shada. Bado hujanifahamu? Nasema hivi, mfano neno asakha, ukiliangalia neno asakha sa alif lam imeanza imekuja sadi ikaja nini, alif asa asa, baada asa swad alif, baada swad alif baada alif ambayo ndio alif madi, herufi ya mada hapo. Alif imekuja herufi kha kha. Ukiangalia vizuri hapa, kipimo chetu utakuta kuna shadda sawa, utakuta shadda ambayo nafuata, ndio ninachokusudia liwepo neno mfano wa hivyo. Baada ya herufi ya alif madi, baada ya herufi ya mada ambayo ni alif, ije herufi ambayo yenye shadda hapo ndiyo inaitwa mado lazimu thaqal kalimi, na hapo utaisoma kwa haraka sita, bimiqdar sita harakat kwa kukadiria haraka ngapi? Sita, ndio hukumu yake wahukumukuujubu madihi sita harakati. Ni lazima ni wajibu kuivuta kwa haraka ngapi? Haraka sita. Tukisema haraka sita, ni ule usomaji wa kurefusha sauti moja nafuata kitu kwa kirefu hiyo kama hatua sita, na njia nzuri ya kuhesabu haraka sita ndio usomaji, unahesabu kwa hivi katika usomaji wako, mfano Asa... mona sita Asa... As... Asa... ha. Hapo tunakadiria saa na unapokadiria kisha makadirio yafike ni haraka sita. Tumefahama vizuri. Hii ndio lazima, na wala usisome chini ya haraka sita, itakuwa sio sahihi. Ikadiria haraka sita kama sita ambazo zimewekwa katika elimu ya tajwidi. Mfano katika Suratul Haqqa tutaisoma: <mulia> a'udhu <mulia> billahi minash shaitani rajim, Bismillahir rahmanir rahim

Alhaqa malhaqa. Hapana, utakuja timiza haraka sita. Kwa sababu mada hiyo, ni lazima ni wajibu vute haraka sita. Kufikia hapa itakuwa sina la ziada, na imani umeongeza tayari point moja au pointi tatu kati ya usomaji wako sahihi wa Qur'an. Kwa msaada zaidi, namba hiyo ambayo unaiona hata screen yako hiyo hapo, yako uweze kujiunga nasi kujifunza Qur'ani, hata kwa kuuliza swali tutaweza kusaidia, comment hapo chini, endelea kulike sambaza linki zetu tuweze kujiunga nasi nice. Tunasema Lecture TV, tabasamu kwa wote, tukae pamoja, tutabasamu kuliko na kheri zaidi. Jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Arwo, nitakuwa sina la ziada, niwatakie siku njema, maasalama.